Lakini kuwaasa vijana kwa elfu mbili kwamba wao kama wanaona hawatashiriki wakakae nyumbani, kwa sababu nchi iko salama na kila kitu kiko safi. Mliotembea tembea leo, tuna bahati sisi hatujafika huko mjini, mmejionea mambo mengi. Kwa hiyo tuzidi kuwaambia vijana wawe watulivu, wasubiri tu Chama cha Mapinduzi kichu, kichukue dola ili kiweze mambo mengi kama ajira lakini na kujiajiri, ili waweze kupata kipato chao cha kila siku. Sisi ndio tunaojua viongozi wetu wanatokana na chama cha mapinduzi. Oktoba twendeni, mkatimize haki yenu ya msingi ya kuchagua viongozi wenu wanaokwenda kuunda dola, ili tuweze kufanya shughuli za maendeleo hususan kwenye kata mkoa mpaka taifa. Ndugu zangu, ni watoe hofu, bajeti ya 25 26, shule yenu ya nelo imetengewa kiasi cha shilingi milioni mia tatu na ishirini kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mengine na umaliziaji wa majengo mnayoyaona. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Sambamba na hilo soko letu umeoni Migombani, mheshimiwa utafutia eneo la ujenzi wa soko. Soko ni soko lile, wako, kwa nini alijeni? Nilishawambia kwenye mikutano iliyopita kwamba soko lile mwanzo ujenzi wake ulikuwa ni ujenzi wa awali ulikuwa unashirikisha wananchi Kata. Lakini nikiwa mheshimiwa diwani baraza la mwezi wa 7 2024 224, serikali iliona ifanye jambo kidogo katika kata ya Kaloleni lakini mtaa wa Migombani, ikaizimisha fedha kiasi cha shilingi milioni mia moja kwa ajili ya ujenzi wa vile vibanda na vizimba, lakini pia ikaongeza fedha kiasi cha shilingi milioni 25 ujenzi wa vyoo vya soko lakini pia ikatenga kiasi cha shilingi milioni kumi na tisa uchimbaji wa kisima ambacho kitakwenda kutumika sokoni. Hiyo ilikuwa ni budget ambayo imelenga ishirini na tano ishirini na sita yani yaani utaratibu wa budget zinaanza zinajifunga mwezi wa saba. Kwa kusema haya, ninamshukuru Mungu Mwenyezi ametujalia tumemaliza mkutano salama, na leo mkutano wangu wa mwisho kwenye kata hii tano wa kampeni. Tukutane kwenye uchaguzi Oktoba 29, na Mungu wa mbinguni awabariki. Asanteni.